Bali vyetu vyote si kwa ajili ya mali yetu wenyewe, bali ni kwa ajili ya wengine. Unafanikiwa kupitia mafanikio yako uweze kuwasaidia wengine, jambo ambalo kwa nyakati zetu linakuwa gumu, kwa sababu ya wengi kutawaliwa na roho ya uchoyo. Ndiyo inayopigwa vita katika dominika ya leo, kujibandukana na mzizi huu wa dhambi wa uchoyo wachoyo inakuwa ngumu sana kuwashirikisha wengine. Tuko kwenye ulimwengu ambao umetawaliwa na ubinafsi, tuko kwenye ulimwengu ambao umetawaliwa na umimi, ndipo ni wajali wengine na katika kumfaika huku, wengine wanakuwa tayari hata kutoa roho za wengine, wanakuwa tayari kuwadhulumu wengine, wanakuwa tayari kuwatesa wengine na kuwakanyaga wengine wao waweze kunufaika. Lakini leo wanaendelea, anasema hata utajiri walioupata mara nyingi walitumia kwa ajili ya anasa, si kwa ajili ya kuwasaidia masikini. Nasema waliwaacha kabisa masikini waendelee kuteseka, wao waliendelea kula maisha ya anasa. Umesikia, hata divai walikuwa hawaji tena kwenye grasa, wanasema wali walikuwa wanakunywa kwenye mabakuli, kuonyesha namna gani walivyokuwa wakiishi maisha ya anasa. Ninyi mnakula wanakondoo na kondoo waliomo zizini, ninyi mnaoimba nyimbo za upuzi pamoja na sauti za vinanda na kujifanyia vinanda vya namna nyingi, kama vile Daudi, na mnaokunywa divai katika mabakuli na kujipaka mariamu iliyo nzuri, lakini hamhuzibiki kwa sababu ya mateso ya Yusufu. Kwa hiyo hawa matajiri Amosi anawaonya kwamba katika hali hiyo mtachukuliwa utumwa, mtapelekwa utumwani, na utabiri huu wa nabii Amosi unakuja kukamilika mwaka mia saba ishirini na mbili ambao tunaona hii taifa la Samaria au Israeli ya kaskazini inapelekwa utumwani na nabii ya mose kipo bado katika nyakati zetu kipo bado katika maisha yetu, kwamba bado wale ambao wamefanikiwa, hatuna ule moyo wa kuwatazama walio chini, ule moyo wa masikini. Tuangalie katika maisha yetu, katika majirani zetu, jinsi ambavyo sisi tunaishi. Je, ni sawasawa na wengine wanavyoishi? Sisi tunayo, tunayo aza juu ya maisha ya wengine na kuumia juu ya mateso ya wengine. Leo wengine wanafurahia mateso ya watu, leo wengine wanawacheka watu ambao pengine hawana kitu. Lakini tukumbuke vyote tulivyokuwa navyo ni mali ya Mungu na sisi wenyewe pia ni mali yake, kwa hiyo tutatoa hesabu anatumia utajiri wake. kosa lake ni nini? Kwamba kuwa tajiri ni dhambi? Kufanikiwa ni kosa? Mbona haibainishi moja kwa moja kwamba huyu tajiri kuna jambo baya alilolifanya ambalo lilistahili kupata adhabu namna hii? Lakini kamwambia, ukisoma vizuri utagundua Huyu Lazaro atapona, huyu Lazaro huyu tajiri atampa kitu. Ndiyo maana huyu Lazaro asema walikuwa wakimbeba, maanake alikuwa hata hawezi kutembea, walikuwa wakimbeba na kumweka mlangoni pa huyu tajiri. Maanake hata watu wengine wanaamini hivyo kwamba tukimpeleka huyu Lazaro mlangoni pa yule tajiri, haya mateso ambayo anapata Lazaro ya kukosa chakula, haya mateso ambayo anapata Lazaro ya vidonda vingi wake pengine pengine kwa sababu ya kukaa nje kwa ajili ya kuombaomba, pengine pale atapata nafuu pale mlangoni pa tajiri, sio kwamba ingie ndani uh -uh. Waliona kukaa tu nje panatosha kwa lazaro kupata afadhali kwa lazaro kupata nafuu, lakini tunaona huyu tajiri hakuajibika chochote zaidi, aliamua aliacha tu eh hey, lazaro aendelee kupata shida, lazaro aendelee kuteseka na yeye akiendelea kwakula kwa nasi sasa. Naposema walikula na, na makombo yalianguka mezani pake. Kwa Yahudi, ilikuwa chakula kikubwa kwa Yahudi ilikuwa ni mkate. Kwa mara nyingi katika milo lazima mkate uwepo, hata e, yule wa masikini kabisa alihakikisha mkate unakuwepo, licha ya vyakula vingine, lakini mkate unakuwepo. Lakini wanasema kwa wale mwisho wa matokeo yake tumeyasikia, kwamba huyu tajiri baada ya kufa eh, baada ya kufa tunasikia tu anasema akazikwa, na mwisho wake ukaishia pale. Lakini huyu Lazaro, anasema baada ya kufa akachukuliwa akapeleka kwenye kifua cha Ibrahimu kwa ajili ya kufarijiwa. Kwa hiyo ndugu zangu lakini atamsaidia katika nini? Atamsaidia kupitia watu, atamsaidia Malangapi tunawatazama wengine? Ni wangapi tunaangalia mateso ya wengine? Ni wangapi tunaangalia shida za wengine? Nakuta mara nyingi tunatembea nawii roho kama waliotembea wa matajiri katika wanyakati za Amosi, au tunatembea katika roho utajiri ambao Yesu katika hata maamuzi tunaoyafanya, hata matendo tunaoyafanya ni matendo ambayo yanatuonyesha kuwajali wengine, ni matendo ambayo yanatuonyesha kujali shida na mangaiko ya watu wengine, au tunayafanya yote mradi tu sisi, mradi tu sisi, tuna kwa mradi tu yanatunufaisha sisi kwa mradi tu yanatuwezesha sisi, tunajisahau kwa ajili ya wengine. Lakini mwisho kila wakati Yesu anatukumbusha kwamba tuwe na moyo wa hawatatoka mbali, ni wale tu ambao tunaishi nao. Huyu tajiri anaanza kuonea huruma ndugu zake aliyowaacha duniani, anamwambia Ibrahimu, basi mtume Lazaro aende akawakumbushe ndugu zangu, ili wasifanye kama ambayo nimeyafanya mimi, waweze kurekebika, waweze kutubu, mtume Lazaro na Ibrahimu. Anasema kule tayari wanao watu wa kuwakumbusha, kule kuna Musa ambao kila wakati wanawakumbusha juu ya maisha yao, juu ya kufanya toba, juu ya namna nzuri ya kuenenda katika maisha yao. Lakini tajiri anasema hapana, huyu hawa Haijalishi umesemwa na nani, haijalishi umetamkwa na nani, na situsitegemee kwamba ujumbe wa Mungu wa kutuonya utaletwa na malaika, utaletwa na mtu special, utaletwa na mtu yoyote yule, hata yule unayemzalau, hata yule ambaye unamuona hana maana, ana ujumbe wa Mungu aliobeba kwa ajili yako. Kwayo Yesu anasema wawe na nguvu ya kusikiliza, wanao Musa, wanao manabii kwenye familia zetu kuna wakina Musa wengi ambao wanatukumbusha namna nzuri ya kuishi kwenye maisha yetu. Kuna manabii wengi, hiyo sauti ya mtoto wako ambaye atakwambia msaidie mama fulani, msaidie fulani namna inavyompaswa yeye kwenda, anasema ukafuate haki, ukaishi maisha ya utaua, ukaishi maisha ya imani, ukaishi maisha ya upendo, maisha ya saburi na maisha ya upole. Anasema kalama hizi ziambatane katika maisha yako kama mtumishi wa Mungu, lakini zaidi kama mfuasi wa tukawe watu wa haki, tukatende haki katika maisha yetu. Tukawe watu wa utaua, maisha ya ukamilifu, maisha ya utakatifu. Tukaishi imani yetu. Anasema tena uibebe imani, piga vita vili, vile vizuri vya imani, shika kama watumishi wa Mungu kwa njia ya sakramenti ya ubatizo. Ni mara ngapi tunapiga vita vizuri katika imani yetu? Ni mara ngapi tunailinda imani yetu? Mara nyingi tunakota, tunaiacha imani kwa sababu pengine tumekwazwa. Tunaacha imani kwa sababu mambo mengine ni magumu. Lakini tunaimarishwa na Mtume Paulo katika kuenenda kwetu, tuenende kama watumishi wa Mungu tukibeba hizi fadhila. Basi ndugu zangu wapendwa aliye moyo wa kuwajali wengine. Ndio maana katika Injili ya Mathayo sura 25, Yesu anasema wengi tutahukumiwa si kwa sababu nyingine, ni kwa sababu tulikosa nguvu ya kuwajali wengine. Yale maswali ambayo anayauliza katika Injili ile ya Mathayo sura ya 25, kwamba nilikuwa mgonjwa, ukuja kuniona, nilikuwa uchi, ya kunivika, nilikuwa gerezani, aukuja kunitazama, na yale mengine ambayo yana anasema yasijakanenwa ya na mbele yetu ile siku ya hukumu, kwamba wewe, kwa nini ukwajali waliokuwa wagonjwa? Wewe, kwa nini ukwajali waliokuwa masikini, wale waliokuwa uchi? Na sisi tutashangaa, tutasema ni wapi Bwana? Anasema ukimtendea mdogo katika matendo mema umenitendea mimi. Ndio maana wengi ambao wanawasaidia masikini Mungu anawabariki zaidi. Ndio maana katika kati Mungu deni pekee ambalo unaweza kumdai Mungu ni wewe kumsaidia masikini. Ukimsaidia masikini, ukisimama katika sala, ukisimama katika maombi yako, Mungu atasikia, kwa sababu utakuwa umemsaidia, kwa sababu utakuwa umemkopesha na unamkumbusha Mungu, namsaidia huyu, naomba unijalie kitu hiki, kwa sababu umetenda katika moyo wa ukalimu, na Mungu atakusaidia. Ndio maana hata Yoshua bin Sira ukimsaidia mtu ukimsaidia masikini ukitoa kwa ukarimu, Mungu atakujaza mara saba. Ndio maana ukiangalia wanaojua siri hii wanakuwa makini sana kuwasaidia watu wasiojiweza, sio kwa sababu ya Freemason e. Mwingine ukiona wanasaidia anasema yule anasaidia kwa sababu ni Freemason. Hapana, amejua pengine siri na maana ya kusaidia e. Ukienda mjini, mmoja alisema, ukienda mjini utakuta ile maduka ya Wahindi, wanapita wale masikini kumi la yale ambao anayapata kwa ajili tu ya kusaidia masikini, kwamba atake kuja mimi nitamsaidia katika sehemu ya mali zangu. Je, mali zetu tumetenga fungu la kumi kwa ajili ya kusaidia masikini, kama walivyofanya watakatifu wa zamani, kama tunavyosoma katika masimulizi, maisha ya mtakatifu Yoakimu na Ana, anasema wao mapato yao waliaja walia mapato yao ambayo Mungu aliwajalia, anasema moja, e, sehemu ya kwanza au fungu la kwanza waligawa kwa ajili ya huduma za kanisa, kwa ajili ya kusaidia huduma za kanisa e, kama mahitaji ya kanisani, kununua vitu vya kanisani. Ndivyo alivyogawa sehemu ya kwanza ya mapato yao. Sehemu ya pili waligawa kwa ajili ya wahitaji, wale wenye shida mbalimbali aliwekiw